Wananchi wa halmashauri ya mji wa Njombe tunapenda na tunayo furaha kubwa kabisa kuwajulisha kwamba Mwenge wa Uhuru utaingia katika halmashauri yetu ya mji wa Njombe mnamo tarehe 8 mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Ombi letu kama halmashauri ya mji wa Njombe tunaomba wananchi tujitokeze kwa wingi, tukiwa na furaha na tuweze kuwalaki wakimbiza mwenge, Mwenge wetu wa Uhuru utapita katika kata tano ndani ya halmashauri yetu ya mji wa Njombe. Kola yetu, tunawaomba sana wananchi kujitokeza kwa wingi ili tuonyeshe mshikamano na kuonyesha kwamba mwenge wa uhuru unakuja kwa ajili ya kuleta maendeleo. Tumepita na mkurugenzi pamoja na timu nzima ya halmashauri ya mji wa Njombe kujiridhisha maeneo yote ambapo mwenge utapita kila eneo kwa kweli kumekaa vizuri. Natumia nafasi hii kumpongeza mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe pamoja na wataalamu wake kwa maandalizi mazuri ya mapokezi ya mwenge huu wa uhuru kwa mwaka wa 2025. Mwenge wa Uhuru utapita katika kata tano za halmashauri ya mji wa Njombe, kati ya kata kumi na tatu. Mwenge wa Uhuru utaanza katika kata ya Luponde, katika kijiji cha Madobole. Kwa tunaomba sana wananchi wa kijiji cha Madobole na kata nzima ya Luponde kujitokeza kwa wingi, manake ndo ni sehemu ya mapokezi ili kuonyesha kwamba halmashauri ya mji wa Njombe tuko vizuri, na ninawaamini vizuri sana wananchi wa kata ya Luponde hususan kijiji cha Madobole kwa sababu ni neema kubwa ambayo imekuja kwenu kwa sasa. Baada baada ya kutoka kijiji cha Madobole Mwenge wa Uhuru utakimbizwa kuelekea kata ya Uwemba katika kijiji cha Ikisa e. Pale kutakuwa tukio moja la kukagua msitu ambao unaitwa Ilonga Njaula ambapo e, katika tukio hilo mkimbiza mwenge pia atagawa mizinga ya nyuki e. Baada ya tukio hilo mwenge utaingia kata ya Mji Mwema. Katika kata ya Mji Mwema utapita maeneo mbalimbali ikiwa e mojawapo ni eneo la kiwanda cha Seasons Orchards, ambao hao wanashughulika na kuchakata e, kuchambua na kufungasha na kusafirisha parachichi. Kwa hiyo shughuli zitakazofanyika pale ni kwa ajili ya ukaguzi. Baada hapo mwenge utakwenda kituo chetu cha afya Mji Mwema. Katika kituo chetu cha afya <coughs> Mwenge wa Uhuru utazindua e, huduma ya mionzi lakini pia kutakuwa na shughuli ya ugawaji wa vyandarua na bima. Baada ya hapo, mwenge utaelekea kuna kikundi kinachoitwa Connect Arts wanaoshirika na shughuli za uchoraji, watakagua shughuli zao kwa. Baada ya hapo, mwenge utaelekea katika shule ya sekondari Mpechi. Katika shule ya sekondari Mpechi eh, kutakuwa na uzinduzi wa madarasa sita na baada ya hapo mwenge wa uhuru utaondoka kwenda kata ya Njombe mjini ambapo utatembelea kikundi cha wanawake na Samia wanaotumia nishati mbadala na wanahamasisha matumizi bora ya nishati mbadala. Kwa pale mwenge wa Uhuru utakagua shughuli mbalimbali ambazo mbali wanafanya hawa wakina mama. Baada ya hapo mwenge wa Uhuru utaelekea kata ya Ramadhani katika chuo kishirikishi cha sayansi ya tiba pale shughuli itakayofanyika ni uzinduzi wa uzinduzi wa klabu ya kupinga rushwa, na kuna vijana pale watatumbuiza e, katika maana kuonyesha maudhui halisi ya kupinga rushwa. Kwayo pale kutakuwa na swala la kuzindua klabu ya kupinga rushwa. Baada ya hapo mwenge utaelekea kata ya Njombe mjini, stendi ya zamani. E, katika eneo hili kutakuwa na shughuli mbalimbali zitakazofanyika, la kwanza ndo eneo la mkesha ambapo mwenge utakesha pale e, lakini shughuli itakayofanyika kwanza kabisa itakuwa ni uzinduzi wa gari la miradi ya maendeleo la halmashauri. Tuna gari jipya ambalo tumenunua kwa ajili ya maendeleo ya halmashauri ya mji wa Njombe. Lakini pia e, kiongozi wa mbio za mwenge atakagua e, kongamano la vijana hiyo tuwaombe sasa wananchi kujitokeza kwa wingi katika eneo hili la mkesha, ndipo ambapo mwenge utakuwa umefanya hitimisho. Tuwaombe wananchi kujitokeza kukesha, kushiriki kwa pamoja, burudani mbalimbali zitakuwepo, na burudani ambazo zingine ambazo zitakuwepo hazijawahi tokea. Kwa hiyo rai yangu kama mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe, kwa niaba ya waheshimiwa madiwani, niwaombe tujitokeze kwa wingi, tutumie nafasi hii kumpongeza sana mheshimiwa raisi kwa kazi nzuri na zilizotukuka zinazofanyika, ndio maana tunapata fedha nyingi kwa miradi mbalimbali. Hii miradi iliyopitiwa na mwenge ni baadhi, lakini kuna miradi mingi yenye zaidi ya bilioni ishirini na tatu ambayo imetekelezwa kwa kipindi hiki. Kwa hiyo tutumie nafasi hii kumpongeza sana mheshimiwa, mheshimiwa mbunge wetu Deodatus Filipo Mwanyika kwa kazi nzuri anazofanya, na tuna imani naye na tuna uhakika na kazi anazozifanya, mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, lakini bila kuacha Chama cha Mapinduzi e, kamati ya siasa mkoa wilaya kamati za siasa za kata mm -hmm, kwa misukumo yao kupitia kutukumbusha mara kwa mara kwa ajili ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kama mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe, kwa niaba ya waheshimiwa madiwani na halmashauri kwa ujumla, nitumie nafasi hii pia kuwapongeza sana wananchi, kwa sababu wamekuwa ni chachu ya maendeleo haya yote tuliyoyasema yasema wamekuwa wakitoa maeneo lakini wamekuwa na ushiriki mkubwa wa kuchangia michango mbalimbali mbali kwa fedha kwa kujitoa kufanya shughuli mbalimbali lakini pia tuwaombe wawe e, ni walinzi wakubwa kwa ajili ya miradi hii ambayo imetolewa na serikali ili kuhakikisha kwamba inaweza kusaidia hata vizazi vijavyo nafasi, kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwapongeza sana wananchi na niombe tuendelee kuwa na ushirikiano ushirikiano ambao mnauonyesha kwa halmashauri yetu ya mji wa Njombe, na Mheshimiwa mbunge kwa maana jimbo la Njombe mjini, ni ushirikiano mzuri sana, tunaomba uendelee. Kwanza nimewapongeza sana e, mkurugenzi na timu yake kwa maandalizi mazuri, kwa kadri tulivyopita leo kukagua maeneo tutakao kupita Mwenge. Lakini nitoe lai, kama nilivyosema, wananchi kujitokeza kwa wingi kwa sababu katika hali ya kawaida halmashauri yetu ya mji wa Njombe tumekuwa tukifanya vizuri sana katika mapokezi ya Mwenge. Kwa hiyo, niombe na nihamasishe kila mhusika katika idara au eneo, basi afanye vile ambavyo natakiwa, ili tuhakikishe kwamba tunaendelea kufanya vizuri katika mapokezi ya Mwenge. Lakini tuseme kwa uhakika, tunawakaribisha sana eh, kuanzia kiongozi wa mwenge wa mwaka huu lakini na wenzake atakaoambatana. E, hali, hali, hali, hali ya halmashauri ya mji wa Njombe ni shwari na ni salama na tuko tayari kuwapokea.